diaspora kicheko Samia charuka, lakini walimu Kigali Devota wafuma safu Chauma. Mwalimu e, e, Kigali ya e, Devota wafumwa safu Chauma. Lakini bado kuna habari inaosema Lissu apindua meza hakimu atoa amri tatu. Lissu apindua meza hakimu atoa amri tatu, na ahueni kwa waongoza watalii wa bunge walia na tembo. Profesa Janabi atoa mwelekeo mpya Afrika. Profesa Janabi atoa mwelekeo mpya barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye ukura gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, na tukichana gazeti Mwananchi kuangazia gazeti la lakuna Nipashe mwanga wa jamii linaandika Rais Samia awaonya wanaharakati ndani na nje wanaotaka kuharibu nchi. Lakini 5 watua rasmi chauma, sasa waachiwa nafasi za uongozi, na watua rasmi sasa chauma waachiwa uongozi lakini kesi ya Lisu patashika kortini. E, kesi ya Lisu patashika kortini, Kibatala na mawakili wenzake wavutana na askari kanzu ya mmoja wa wanasiasa huyo na wafuasi wake. Mashahidi 15 vilelezo 9 kujenga kesi ya mwanza, kesi ya kwanza, lakini akina kila kitu isipokuwa yule. Habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la kulanipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, na bwana wake waongoza wanawake huongoza kwa ugonjwa nyonga na magoti. Habari pa gazeti la Nipashe. Hii ndio faida ya sumu ya nyuki kwa binadamu, hii ndio faida ya sumu ya nyuki kwa binadamu. Bajeti mali asili mambo kumi ya pewa kipaumbele kiii. Gazeti lako la Habari Leo linaandika kifusi cha ua watu sita mgodini. Mfumo, mfumo wa anza kusajili wana habari kidigitali. Tido aonya lakini Samia, tusikubali waharibu Tanzania. Samia tusikubali waharibu Tanzania, akerwa na uzushi, agiza hatua kali. lakini sera mpya mambo ya nje kukuza uchumi, na rais Namibia kuwasili Dar es Salaam leo o ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. lakini bunge, majaliwa JK, JK wampongeza Profesa janabi pura yafanikiwa mambo 12 miaka minne ya Samia. Agizo la BOT laongeza thamani ya shilingi. Maliasili na utalii yataja mafanikio kumi miaka minne. Gazeti la kula habari leo ukurasa wa mbele, gazeti sauti yenye nguvu kimataifa. Lakini lakini wizara kudhibitisha wizara ya kudhibiti migogoro wapangaji nyumba za maendeleo. Lakini Biden agundulika na saratani kali zaziba. Inahitaji mfumo mmoja kukusanyaji wa taarifa. Serikali kudhibiti magugu maji Ziwa Victoria. Huyo ni Majaliwa asema lakini gazeti lako la Uhuru linaandika system ya pongeza ushindi wa Profesa Janabi WHO na SMZ yajivunia mafanikio makubwa ya uwekezaji, SMZ yajivunia mafanikio makubwa ya uwekezaji. Lakini mafanikio kumi sekta utalii yaanikwa, kigogo mwingine Chadema atimka, Mavunde apeleka ajenda ya Rais Samia migodini. Lakini Majaliwa, serikali ipo kazini, huyo ni Kasim Majaliwa ipo kazini na, tukitia na gazeti la Uhuru tuangazie kwenye gazeti la Majira linaandika, rais Samia awashukia vikali wanaharakati wa nje. Lakini rais Samia afanya uteuzi wa viongozi Lisu bado ngangari avuta hisia za wengi mahakamani. Vigogo walijiondoa wa Chadema wajiunga na Chauma wapewa nyazifa ne habari kwenye gazeti la Majira. Lakini wamachinga, gazeti lako linaandika walamba uteuzi wa juu cha umma waziri wa mazingira eh, waziri wa mazingira na wanolwe aleta na waziri Masauni. Lakini rais Samia afanya uteuzi wa viongozi bunge la ridhia bilioni 359.98 mali asili na utalii. Bunge la ridhia bilioni 359.98 mali asili na utalii ni bajeti ya mwaka 2025 2026 Waziri Balozi Dr. Chana asema Tanzania imepata mafanikio makubwa kwenye matangazo ya utalii duniani. Lakini Rais Samia e, tusiruhusu wanaharakati wa nje kuharibu nchi. Tusiruhusu wanaharakati wa nje kuharibu nchi. Pia patikana kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa mbele. Lakini raia mzalendo wa gazeti lako laandika bunge la simama kumpongeza Profesa Janabi. Watalii nchini waongezeka. E, watalii nchini waongezeka na kufikia milioni mbili nukta moja. Pura yaokoa shilingi bilioni 340, ni kwa kukagua mapato gharama za e, utafutaji. Lakini mafuta na gesi, mikataba kumi yasainiwa kutafuta e, mafuta na gesi asilia. Uzalishaji gesi asilia wafikia futi za ujazo wa bilioni 301.33, lakini yapongeza Yapongeza Rais Samia kwa kupaisha gesi asilia na mafuta. Na Rais Samia aonya wanaharakati wataka wata, wata kuvuruga amani. Wafuasi wa Chadema wasababisha purukushani kesi ya Lissu mahakamani. Yule bari kwenye gazeti lako Rai ya Mzalendo. Lakini Mtazamo Mpya linaandika chauma kubenoga. Timboe watangulia kuandaa makazi mapya. Salum Mwalimu katibu mkuu Kigali azawadiwa unaibu katibu mkuu Devota Minja apewa ukaimu makamu mwenyekiti bara. Majaliwa ataka uchunguzi wizi wa vifaa vya hospitali ukamilishwe. Lakini mhandisi Shangwin, uzalishaji gesi asilia umefika futi za ujazo bilioni 331.33. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya ukurasa wa na moja, tatu tatu. Mumpia, ukurasa wa mbele na tuachani sasa na ukurasa wa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako mtazamo mpya linaandika Fadlu, nyota wangu wanajamini na fainali. Aziki sasa rasmi kutimka Berkane wanafungika. Huyo ni Kocha Fadlu wasema Berkane wanafungika, lakini wamachinga gazilakunaandika timu za Ulaya zimekomaa na mzize, timu za Ulaya zimekomaa na mzize. Fadlu nyota wangu wanajiamini na fainali. Huyo ni Fadlu wasema nyota wangu wanajiamini na fainali. Kocha Mtibwa anza kuwindwa ligi kuu, Kocha Mtibwa anza kuwindwa ligi kuu. Lakini aziziki waidadi e, ni swala la muda Aziki na waidadi ni swala la muda, na timu za Ulaya zimekoma na mzizi. Ambali pia kuna gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti la majina naandika uongozi Simba matawi wafanya kikao kizito kukabili Berkane. Profesa Kabudi, swala la ukarabati wa viwanja ni endelevu. Lakini Nipashe gazeti lako naandika Simba yatibuliwa mechi kwa Mkapa. Maofisa masoko wa Kafu watua Amani Complex kuanza kazi. RC Barkane kutoa Zanzibar Alhamisi. Lakini ziziki kimeleweka waidadi Casablanca negensila kula Uhuru nadika ziziki kutimkia waidadi Athletiki Yanga yatoa sharti TPLB. TFF Simba wa mpogeza Profesa Janabi, kocha biludi achimba mkwara kichuya aipatano Yanga, lakini kafu yaridhishwa na uboreshaji uwanja wa Benjamin mkapa ni ambari kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa za michezo lagii Zanzibar leo linaandika dube itaka kombe la CRDB Mwembeaubi yarejea kileleni ligi kuu Zanzibar k kuifanya azi cz sikio Mtibwa Shuga Mbeya City zikirejea NBC. Lakini hatutarudia makosa mchezo wa marudiano. Huyo ni mkwala sema hatutarudia makosa mchezo wa marudiano lakini gazeti lako la bara linaandika zikiwa idadi kimeeleweka. kabodi ukarabati wa viwanja ni endelevu. Yanga yapania taji lake shirikisho, lakini nahoagla auapaneno uenzaken habari ukurasa ishirini na mbili kwenye gazeti lako lakini. Gazeti lako la Mwanaspoti linaandika ziziki yaacha alama tano, asema usiku mwingi, Yanga yaujifungia na soa. Lakini makocha Yanga waipa ujanja Simba. E, makocha janja wa Yanga waipa janja Simba kibandeni, Simba ikikaza inabeba. Ndo magazeti kwa asubuhi ya leo, patina kale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.